Akwambia nirudishie <laughs> na kati, ukiangalia okay, <laughs> unakuta hata muda mwingine kitu kishakaa ndani ndani zaidi ya miezi miwili mitatu, inamsubiri yeye. Yani huwa mwanzoni, uaminifu yani, tunalinda uaminifu sana yeah. mm, tunalinda, yani mteja hatutaki kwamba mteja akerekeni na nini eh. Alafu kwenye harakati tena kutengeneza jina Azizi so bad, mwadja mwadja mwadja mwadja. Olako, na so zinaendashia namna mbili. Leo tumekuja katika eneo lako na kikubwa zaidi, tuko katika mwendelezo wa Status Show, ni kipindi chambacho tunakifanya kupitia Come TV Tanzania, so tunatamani kuona sasa tunawafikia vijana moja kwa moja katika harakati zao za kujitafuta hapa na pale, na tukaona ni vizuri zaidi tukaja moja kwa moja kwa Bless. Ni mmoja kati ya kijana ambaye ni mpambanaji wana harakati sana na tunataka kuelewa mambo kadhaa tupige stori walisia ukweli kabisa, ambao pengine vijana wengi hawajui. Kwanza tukufahamu wewe blesi, jina lako lenyewe, lakini pia brandi yako, kwanza tuanze na hapo. Kwanza kabisa, kwa jina naitwa Baraka. Hmm. Kwa jina la biashara Bless Outfit. Okay, yeah. Ebu, eh kwanza kabla tujafika kwenye biashara place outfit na nini hem, tupe historia kidogo ya huko nyuma, safari yako ya maisha ya shule pengine mpaka sasa hivi. E, ikoje ikoje? Uh, sijasoma sana, so elimu ya kawaida tu. Sawa yeah, ambao kila kijana pengine lazima ipitie. Yeah. shule ya msingi, sekondari, shule eh yeah, msingi yeah, ya msingi wa wa elimu, si ndio? Yeah. okay Uh, kwa mara ya kwanza kabisa una, unafikiria kuweza kujishughulisha au kwenda katika mtaa kujitafuta, ulianza na kazi gani na pengine mpaka leo hii tumefika? ni ni historia ndefu kidogo, wakati nashuka wa mjini. hmm. okay. kazi yangu ya kwanza kabisa nilikuwa na msaidia mtu kufunga dagaa. Huyu mtu ambaye ambaye namsaidia kufunga dagaa alikuwa hmm. ni ni shimeji yangu. ya. ndio alikuwa Yeah, tike, tengeza connection. Connection. Nilikuwa na faida wakati? ah, nilikuwa mimi ni mfungaji tu. mm -hmm. Kazi kazisoa kwangu wamsaidia kufunga daga hivyo. mm -hmm. Baada ya hapo alikuwa ananilipa kwa mwezi hivyo, baada ya hapo nikamwambia mi usinilipe tena, cha msingi ambayo kitu ambao unaweza kanisaidia peleke ufundi

wakati una kutana na vijana wenzio kwenye ufundi kwenye dagaa na sehemu zingine, kitu gani ambacho ulijifunza kwamba maisha ni nini? Cha kwanza kabisa, kipindi kwanza nasoma, sikuamini kabisa katika shule mie, asimia kubwa sana sijaamini huko hmm. kwamba shule ndio kila kitu hapa, sikuamini huko, nikaingia mtaani hivyo changamoto nikapitia hapo kwenye ufundi. Ufundi liingia 2020 okay. mm. 2020 Changamoto ambayo nikutana naye sikuzoea, siku ile mazingira, maana unajua mazingira ya ufundi matusi kibao, afu na mazingira mi kwetu nilivyolelewa, sikuzoea ile mazingira eh. Alinipa changamoto kutukanwa nini na nini, saa nyingine kupigwa spana hivyo nikosea hapo. Nina changamoto ilikuwa ni nyingi, ila nilikuwa na lengo moja tu kwamba hapa mi napita tu. Uh, safari ilivyotoka pale ulienda wapi? Yaani, elfu mbili na ishirini meingia ufundi mwezi wa saba kwenye tarehe ngapi? Ah, tarehe nisha sahau, kwenye tarehe ishirini hivi nadhani, kama sikose sana, elfu mbili na ishirini Okay, kuna wakati tuliona unafanya kazi, yaani ilikuwa jikwaje ili mpaka kaingia kwenye viatu nguo hizi yani, yani process nzima 2021 mwezi wa mwezi wa 11 hivi nilipata idea. Okay. Yeah. nilikuja, melala, uwe, ya, nimekuja, yani nilianza yani, idea ilikujeje? Kuna siku moja tu pale nimekaa tumekaa na washikaji hivyo nini na nini, hizi viatu vya mtumba zinavyopitiza. Mm. Sasa mkokoteni, unajua zile viatu vya kutembea. Mm. Yeah. Nilichukua, nilichukua tukiatu cha kuvaa raba yangu sasa kuna mteja mmoja kakipenda, nikamuuzia hapo nino shilingi elfu sita Nilimuuzia mteja elfu nane huyo mtu. mm -hmm. Nikachukua nyingine nikamuuzia tena mtu mwingine hapo hapo shilingi elfu nane Yani hapo, baada ya hapo nilichukua tena kingine nikaenda nacho nyumbani hapo, okay. wakati nakaa kwa shemeji yangu okay. mm -hmm nilim shemeji yangu akakielewa, nikamuuzia shilingi elfu nane tena <laughs> kwa hiyo e, kwa haraka haraka idea iliokuja akilini e. na nilikuwa na mtaji kama sikosei sana, nikuwa na takriban kama shilingi laki tisa dani la mchakato e, sasa e, nikawaza wakati huo nikuwa naumiza kwanza akili nifanye biashara gani, ili hata na mimi hapa, maana najua kabisa hii kazi ipo siku moja itagoma ita hizi sio kazi za kudumu na lengo langu mi sio kwamba nitulie hapo, hapana. Malengo nilikuwa na malengo makubwa sana, yani mpaka yani, yani, yani, nikaingia kwenye zoo kwamba nikaanza kuuza viatu yeah. vya mtumba yeah, baada ya hapo vya kwangu, baada ya hapo nikamwambia shemeji yangu mimi nataka nianze biashara na kiasi kiasi hichi hapa na ninataka nianze biashara ya viatu vya mtumba. mm. okay. Ah, ni yani, kitu kizuri, ambaye namshukuru Mwenyezi Mungu, shemeji yangu ni mtu ambaye pia amenisapoti sana kwa okay. vitu vingi yani vingi sana amenisapoti yaani, mpaka nimefikia hatua hii leo, pia ye amechangia ni kwenye harakati za kutembea tembea siku moja, mm. nilivyoendaga daa kuchukua viatu vya mtumba hasa kwenye kuzurura hapa na pale. Ah, sasa nikakuja kupata kwamba changamoto, vijana wengi wanapenda jezi kipindi mm. hicho. Nikaanza kuchukua jezi na jinsi, pisi kadhaa tu, tuseme pisi kumi mm. nikazileta hapa hapa ofisini. Kwa ajili, after, after. Yani nikaanza kuuza jezi kidogo kidogo, nikaanza kusogea kidogo kidogo, nikawa nasoma wateja, e, nika wateja. Baada hmm. yani... ah, <laughs> <laughs> ajikwa... yani... ya hapo yani, sijui imekoeje yani wateja kwa mfano wanakuambia yeah. Tunahitaji kitu fulani, naangalia changamoto pia, mimi mwenyewe niko napata changamoto. Mfano kama nikiangalia maduka mengi, amna vitu ambaye quality, vitu mm -hmm. original, yeah. Kwa ni changamoto sana. Kwa force, yeah, na, ni na nilivyozuriwa kwenye mzunguko hapa na pale, nikaona vitu vingi mjini, najua tena kuzunguka pia inasaidia mm -hmm. mm -hmm. okay. uh, Yeah, baajnika eh, brand. Eh, kuna rafiki yangu tu moja hivi nilikuwa napiganaye story kwamba nilikuwa namwambia na, kwamba sahivi nataka niwe na brand a mm. mpia yeah, lilisaidia kunipa idea ilikuaje? Sasa mpaka uka yani, leo hii watu wanaanza kukujua yani, wamekujua hasa kwenye hichi tu au kuna kingine zaidi ya baada matangazo pia? Okay. Eh, washikaji hivyo wateja yani, pia e, yani, kutengeneza brand yako e, yeah. Logo hivyo yani mifuko ni nini unasema ah, mteja okay. akipata kwamba bidhaa yeah. yeah. Kuna mifuko ambayo ina brand ina yeah. e, brand ila kwa sasa hivi yeah. kidogo zimeisha yeah, yeah. Yeah. Okay sasa so, kwa hiyo mpaka sasa hivi maana yake umejitafuta mpaka umejipata kwamba sasa hivi Bana ye, mimi sasa hivi niweke outfit outfit mdo ya kitu ambacho eh, kwenye maisha yangu ndio ninachopenda. Unafanya kitu unachokipenda au ni kitu ambacho ninachokipenda, yaani naangalia wakubwa zangu ambao eh, mitandao ni yaani, sheria zangu mimi mwenyewe ya kwangu mimi mwenyewe ndio jiwekea, siruhusi kutongoza mteja.